tunayoyaona leo hapa Dar es Salaam. Yale yaliyoratibiwa na mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa rais kwenda nchi nzima, mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Lazima nikiri kwamba nimefarijika sana, nimefarijika kuwaona vijana wa leo wakisimama wakasema kwamba taifa hili halitakuwa na maandamano kwa sababu tumechagua maendeleo. Nawapongeza sana, sana sana sana, na kamwe msirudi nyuma. Mwenyekiti umenithibitishia, lakini nimewaona wenye viti wa machinga mikoa zaidi ya kumi na saba hapa kuanzia Arusha, Manyara na mikoa mingine, nawapongeza sana. Nataka niwaambie taifa hili lilikwisha kombolewa na waliotangulia wanajua waliotuachia. Nataka niwathibitishie kama waziri wa nchi, nilikwisha toa maelekezo kwa wakuu wa mikoa, nilikwisha toa maelekezo kwa wakuu wa wilaya. Nataka niwathibitishie, njia hii mliochagua, njia ya kuleta maendeleo, njia ya kushikamana na serikali, ni njia sahihi, njia sahihi kabisa na sisi ndani ya serikali, nataka niwathibitishie, kamwe kamwe hatutarudi nyuma katika kuwashika mkono wa machinga wote nchi nzima, hatutarudi nyuma kamwe. Na iwapo nikibaini kiongozi yoyote aliye chini ya mamlaka yangu atakwenda kinyume na maelekezo haya ya mheshimiwa rais, kiongozi huyo maana yake hanifai, na tutamshauri mheshimiwa rais vinginevyo akae pembeni. Hakuna taifa ambalo halifanyi maamuzi magumu ili taifa hilo liwe, liwe na utulivu. Nimekwisha sema hapa, serikali ya awamu ya kwanza ilifanya maamuzi magumu, ikazaliwa Tanzania. Halikadhalika serikali ya awamu ya pili, serikali ya awamu ya tatu, serikali ya awamu ya nne, serikali ya awamu ya tano ya Dkt. John Joseph Pombe Magufuli, na sasa serikali ya awamu ya sita tutahakikisha tutahakikisha tutakuwa tayari kutoa maisha yetu sisi viongozi, ili ili taifa hili liendelee kubaki kuwa salama.